Ha, mtazamaji, karibu tena lakini, kabla ya kuendelea na taarifa zetu, tukupashe taarifa ambazo tunazipokea kwa hivi sasa na ni kwamba uh, kumetokea ajali ya ndege katika kaunti ya Kwale uh, ndege hiyo ikiwa ni nambari 5YCCA uh, C208 ambayo ilikuwa inatoka kutokea sehemu ya Diani kuelekea Kichwa Tembo katika uh, mbuga ya wanyama ya Maasai Mara, ilikuwa na abiria kumi na wawili na imepata ajali katika eneo linalofahamika kama Tsimba uh, katika kaunti ya Kwale baada ya kuanguka ndege hiyo. Katika baadhi ya picha ambazo zi, e, zimeweza kuonekana awali ni kwamba iliweza kushika moto. E, bado hatujaweza kupata habari zozote kuhusiana na wale waliokuwepo ndani ya ndege hiyo, ila tu tunafahamu kwamba ilikuwa na abiria kumi na wawili. Uh, ikiwa ni pamoja na rubani. Uh, ni ndege ambayo uh, nambari zake ni 5Y CCA C20 Safari ikiwa ni C208 ilikuwa inatokea sehemu za Diani e, katika kaunti ya Kwale ikielekea sehemu ya kichwa tembo e, katika mbuga ya wanyamapori ya Masai Mara, lakini hatakuweza kufika huko, manake imeanguka katika sehemu linalofahamika kama Tsimba e, katika kaunti ya Kwale e, na rejelea tena kwamba ilikuwa na abiria e, kumi na wawili pamoja na rubani, lakini kufikia sasa hatuwezi e, tukaeleza bayana kuhusiana na hatma yao. uh, hivi sasa tunaungana na mwanahabari wetu Lawrence Nganga aliyeko katika kaunti ya Kwale, tunaungana naye kupitia njia ya simu uh, Lawrence Nganga, bila shaka eh, ni habari ambazo zimetufikia, lakini nafahamu ni ajali iliyotokea awali kidogo. Hebu tueleze uhakika saa -sa ngapi pengine ajali ilitokea, eh, na ilikuwa imetoka Diani eh, saa ngapi hivi kuelekea eh, eneo la kichwa tembo? Ni kweli kwa hivi sasa niko katika eneo la mkasa, ni katika kijiji cha Nyando e, hapa Tsimba Golini, kaunti ya Kwale, ambapo ndege ya abiria ambayo ilikuwa imebeba watalii ilianguka mwendo wa saa mbili hivi na e, ku, e, kuungua kabisa, na hakuna hata mmoja ambaye aliyekuwa kwenye ndege hiyo ameweza kunusurika, na inaarifiwa kuwa ni watu kumi na wawili ambao walikuwa wameabiri ndege hiyo pamoja na rubani wao, na ilikuwa inatoka eh, katika eneo la Diani eh, kuelekea huko Narok katika mbuga ya Masai Mara, eneo la Kichwa Tembo. Na kufikia sasa, eh, katika eneo hili kuna eh, wingi wa mvua, kuna wingi wa eh, ukungu. Eh, shughuli za kuweza kuokoa mabaki ya ndege hiyo zimesitishwa zi kwa sababu ya hali ya anga ilivyo kwa sasa. Mvua inaendelea kunyesha kwa kasi na pia eh, eh, kuna ukungu na watu hawawezi kuona karibia mita kama hamsini hivi. Kwa hivyo watu wako pembeni, wanangojea pengine mvua iweze kupusa, ndio waweze kuokoa mabaki ya ndege hiyo, lakini tunachofahamu kufikia sasa ni kwamba eh, ndege hiyo ime, imeungua kabisa na waliokuwemo eh, wameangamia kiasi cha kutotambulika eh, Tuko katika eneo la mkasa. Tutaendelea kuwajuza uh, ni yapi yanayoendelea kujiri hapa uh, wakati mvua hii itakapopusa, tutawaeleza zaidi. Nimrod. M um, uh, Lawrence kabla hujaondoka, pengine tueleze hali kamili iliyoko hapo, maafisa walioko hapo na pengine zaidi ni tuweze kujua safari ya ndege hii ilianza saa ngapi, maana kama unavyosema hali ya anga um, kwa sababu kuna pengine wengine e, wakataka kujua pengine hata kufikia sasa pengine kilichosababisha ama kinachokisiwa kusababisha uh, ajali hiyo. Safari ilianza saa ngapi na ilikuwa pengine inakisiwa uh, kufika eneo la angatua ya uh, uh, mara eh, kama saa ngapi hivi eh, eh? maana ilianguka mwendo wa saa mbili, ni kama ilitoka eneo la Diani eh, kabla ya saa mbili ama saa mbili hapo kamili, kwa sababu kutoka Diani hadi mahali ambapo mkasa umetokea huenda eh, ikawa ni kama dakika kumi au kumi na tano hivi kwa ndege na pengine ingeweza kutua katika eneo la Kichwa Tembo mwendo wa saa tatu hivi, na walioko wali hapa ni maafisa wa shirika la msal, Msalaba Mwekundu pamoja na maafisa wa polisi kutoka vitengo vyote. Eh, kuna wale wa eh, shirika la, wa, la huduma kwa wanyamapori, kuna wale wa shirika la huduma kwa misitu na pia kamishna eh, wa kaunti na kamanda wa kaunti walikuwa eneo hili, lakini wameweza kuondoka eh, mda chache uliopita lakini wanaongoza ama wamekuwa wakijaribu kuongoza shughuli za eh, kuokoa mabaki na pengine eh, kutoa miili ambayo imeweza kuteketea katika mkasa huo eh, japo mvua eh, ambayo inaendelea kunyesha ime, eh, ime imefanya eh, ama imeleta changamoto na ku, eh, ku kuwafanya eh, waliokuwa wanaendeleza eh, shughuli za kuokoa mabaki kusimamisha shughuli hiyo kwa, kwa muda na, na mwisho mwisho kabisa, Lawrence kwa kifupi sana tu tueleze ndege hiyo imeanguka sehemu gani? Sehemu ya kichaka msitu, ama ni sehemu ambayo pengine unahisi kwamba inatumika hata pengine kwa makazi e, au shughuli za kilimo na kadhalika? Hapa tulipo ni katika kijiji cha Nyando wodi ya Tsimba Golini, eh, katika eneo bunge la Matuga, na mahali ambapo ndege imeanguka eh, ni ni kuna kichaka hivi, kuna kichaka eh, na kando kando kuna barabara ambayo inaelekea katika vijiji vya hapa. Kuna kijiji cha Viongoni ambacho kiko karibu kwenda hivi, kuna kijiji cha Nyando kule chini, kuna Mbuguni. Lakini ambapo ndege imeanguka ni katika sehemu ambayo iliyo na kichaka, na kwa hivyo pia in, in, inaweza kutatiza shughuli za ku, kuokoa na, na jisi bua inavyoendelea kunyesha, pia inatatiza shughuli hizo, kwa sababu ni nikitaka, lakini ni kando kando mwa barabara ambayo inaelekea katika kijiji cha cha Nyando karibu eh, ambapo kuna makazi ya, ya watu naam. Asante sana Lawrence Nganga, huyo akiripoti kutoka sehemu ya golini ambapo ndege hiyo e, iliyoanguka imeweza kupatikana, akituarifu kwamba abiria wote kumi na wawili, mpaka kufikia sasa hakuna mmoja aliyenusurika, na kwamba wameteketea e, kiasi cha kutoweza kutambulika. Ni masikitiko yetu yote kwa wale watalii ambao wameangamia katika safari hiyo pamoja na rubani e, ndege yenyewe ikiwa inasimamiwa na huduma zake zikiwa zinaendeshwa na kampuni inayofahamika kama Sky Rover. Ilikuwa ni ndege yenye nambari 5YCCA, safari ikiwa ni C208. Na kufikia sasa, mamlaka ya kusimamia safari za ndege hapa nchini Kenya Civil Aviation Authority imetoa taarifa ikieleza kwamba inathibitisha kwa masikitiko kuwepo kwa ajali hiyo ama kutokea kwa ajali hiyo katika eneo la Kichwa Tembo. Um, uh, ni wiradhi katika ajali hiyo ambayo ndege ilikuwa inatoka Diani kuelekea eneo la Kichwa Tembo na kuanguka katika eneo uh, uh, uh, la Tsimba, sehemu inayofahamika kama Golini katika kaunti ya Kwale. KCAA inathibitisha kwamba kulikuwa na watu kumi na wawili kwenye ndege hiyo, na inathibitisha kwamba maafisa wa serikali kama vile alivyosema Lawrence Nganga wamefika katika eneo la tukio. Mengi zaidi watatuarifu hapo baadaye. Hayo ni kuhusiana na ajali ya ndege ambayo imetokea mwendo wa saa mbili leo.